Na kwa sisi Simba Sports Club kwa kushirikiana na Jeruti tukasema twende vile ambavyo dunia inavyokwenda, na kwa mantiki hiyo basi, tuko hapa kuwatangazia wanasimba wote Tanzania na wanasimba kote ulimwenguni ya kwamba tumetoa punguzo la bei ya jezi za Simba Sports Club za msimu wa mwaka 2025 2026 kutoka shilingi elfu arobaini na tano iliyokuwa bei ya rejareja mpaka shilingi elfu kumi na mbili kwa jezi moja, na ofa hii inakwenda sambamba kwa jezi zote za kimataifa, jezi zote za ligi kuu, sanjari na jezi za watoto jezi za watoto tayari zimeshatoka na kuanzia hii leo jezi hizo zitapatikana katika maduka mbalimbali mbali. Lakini unaweza ukainunua jezi yako hiyo ya mtoto kwa promotion hii ambayo tumeitangaza hii leo ya shilingi elfu kumi na mbili kutoka bei ya shilingi elfu 25 ambayo ilipangwa kuuza kuuzwa mpaka bei ya shilingi elfu kumi na mbili ambayo itauzwa kuanzia hii sasa. Sasa basi, ni kwa namna gani unaweza kuinunua jezi yako? Hapo ndio jambo la msingi kweli kweli, namna ya kununua jezi hii ya Simba ambayo itapatikana kwa bei ya punguzo ya shilingi elfu kumi na mbili. Itauzwa kwa njia ya kidijitali, itauzwa kwa njia ya kimtandao ndio utapata kwa bei hiyo ya shilingi elfu kumi na mbili kwa wale wote ambao wanatumia simu ya mkononi, iwe ni smartphone, kwa maana ya simu janja, ama kiswaswadu eh, kiswahili fasaha ni, ni, ni rununu ama rununu, unaweza ukanunua jezi yako kwa shilingi elfu kumi na mbili Unafanyaji sasa? Ziko njia mbili za kununua jezi hii, mp, jezi hii ya Simba kwa bei hiyo ya punguzo na njia zote ni njia za kidijitali Ya kwanza ni kwa kutumia website. Kwa hiyo wale wote ambao watahitaji kununua jezi hii kwa kutumia website wataweza kununua kwa bei ya shilingi elfu kumi na mbili. Website yenyewe ni www.jroot shop.co.tz. Kwa wale ambao wanatumia tumia mitandao mitandao, ukiingiza hiyo e, website ambayo nimeitaja hapa, itakuletea option, utakwenda utanunua jezi yako hapo, na baada ya kununua, tutakuelekeza namna gani utaipata.